Hii inaenda kuwa onyo na tahadhari yangu pekee: kwa nini usianze kufanya branding and marketing ya jina lako la biashara kama hujalisajili? Iko hivi, ukianza kulipigia kelele jina lako la biashara watu wa kufahamu, wateja wa kuelewe wewe ni mtaalamu wa kitu fulani, unauza kitu fulani, unatoa huduma fulani, uanze kukuamini na kuja kufanya kazi na wewe, kama hujalisajili hilo jina, Una chances 99.99 kulipoteza hilo jina. Kwa sababu nitakutolea mfano, ni mara ngapi tumekuwa tukipita huko vijijini ama tukiona posti za watu kutoka vijijini, anauza nyanya, anauza kibanda, ameandika Fred Vunjabe. Anauza vitu gani, ameandika Fred Vunjabe. Kula mtu mwingine anaitwa Fred, kwa sababu anaitwa Fred na Fred Vunjabe ni maarufu, wanaanza kumuita Vunjabe. Unafikiri ikifikia stage ambapo endapo Fred Vunjabe angekuwa hajasajili Vunjabe company group angekuwa hajajisajili, unafikiri ni wangapi wangeshajisajili Fred Winterbay? Kwa jinsi alivyoanza mwanzoni, alivyokuwa anaingia sokoni, alivyokuwa anapiga kelele kwenye media kumjua Fred, kelele zote zile angezipiga alafu angekuwa hajasajili jina lake la Winterbay, unafikiri mpaka sasa hivi jina hilo lingekuwa ni la nani kiarali? Watu wangeshaliiba mapema sana. So hata wewe sasa hivi unatumia social media, unapiga kelele, unatumia nguvu kufanya branding and marketing bila kusajili jina hili, nakupa warning hii kwamba jiandae kulipoteza hilo jina, kwa sababu likitambulika sana, kuna watu wataanzisha biashara zao na kuanza kutumia jina hilo. Na ubaya ni kwamba, kama wewe unaitwa Fred Vunjabei, mtu akisajili Vunjabei tu peke yake, ukija kusajili Fred Vunjabei halitosajilika. Msajili Tanzania hawezi kusajili kitu ambacho kinafanana na cha mwenzake so, the only way ya kufanya sajili sasa hivi ninavyoongea na wewe jina hilo la biashara, ili kujiepusha kuingia kwenye mazingira ambayo watu wengine watakuwa wanatumia jina lako. Na hatari zaidi ni kwamba wakikimbia wakalisajili hilo jina, wewe hilo jina inakuwa sio la kwako tena, kwa sababu hilo jina ni la mtu aliyelisajili kule. Wenyewe hawajui wewe ndio ulianza nalo au yeye alianza nalo, aliyelisajili ndo amesajili. Wewe ukiweza kufanya marketing vizuri watu wakaliona jina lako wakalipenda. Kwa mfano, wanatumia labda Grace sui ni nini au Faraja ni nini, na watu wengine wengi wanaitwa Faraja, wengine wanaitwa Grace. Wataliwai, watalisajili, na wakishalisajili linakuwa la kwao. Watafanya marketing, wanapata wateja, watafanya marketing, wanapata wateja. Unakuja kushtuka asubuhi, kumekucha. Kama wewe ni huyu, unafanya biashara, unafanya marketing, unataka kutengeneza jina lako na hujalisajili, comment neno biashara hapo chini. Sasa hivi nitakusaidia kusajili jina la biashara yako kwanza, alafu ndo urudi sokoni ufige makelele yako.